Niaje popote pale ulipo, karibu tena katika Swahili Media Network, vile vile katika LFC Swahili channel mpya kabisa ambayo itakuwa nakuletea habari mbalimbali mbali za Liverpool. Leo ikiwa ni tarehe 26, tunaelekea kusherehekea ubingwa wa timu ya Liverpool. Kama unavyoniona Roy, niko tayari na, ni na kitu changu unavyokiona, wana ndio wapo, unamwona babu Sule Amiri kwa mbali kule anatengeneza mpira tayari kuanza safari. Achikala huyo hapo, Mohamed haji yeah. Benaji na ukisikia Liverpool ina inawapenzi kutoka katika jiji la Leicester, ndo hawa unaona vitu hivi na kinami, nitawaletea kile kinachojiri katika sherehe zetu za leo. ile timu, lakini the ah, other half. Okay, no problem, man. <laughs> Tumefika uwanja wa Stoke natwaje Britania, yeah. Mm. Britania, yeah. Yeah. No, no, unauona uh, no. Kwa mbali kule ule, no, no, no. Ule. No, no, no. Uh, safari inaendelea, bado tuko safarini kuelekea Liverpool, uwanja wa Stoke, mnaona, yeah. Britania Stadium yeah. Yeah, minaramata na nini uko njiani kabisa

World Heritage City historia za Liverpool, hio arena convention exhibition center taliverpool. Umati wote wanaelekea Liverpool <laughs>

Yes, ni aje ndani ya jiji la Liverpool kama mnavyoniona niko na Mohamed Haji. Poa. Wow. Niko na Achikala. Achikala. Anajiandaa. Ah. Kumbe na kitu mwanangu. Eh, hey, hey. Eh, tumefika bwana ndani ya Liverpool tunaelekea City Center katika Liverpool, kwenye Liverpool eneo Liverpool. Liverpool. Yeah. Liverpool ambapo ya Liverpool ambapo ambapo ndio kwa kuna sherehe yenyewe inakuwa hapo wachezaji na mipira yao uh actually -huh. wachezaji na basi lao wanafika hapo kwa hiyo wacha tunawapa burudani kama mnavyosikia kelele kwa mbali huko, shughuli ndo zimeanza. Watu kama mnavyoona wanashuka kwa wingi kabisa kutokea wanapotokea. Leo Liverpool imependeza kabisa. Sherehe sherehe tu leo Sherehe sherehe, Liverpooli wanasherehekea ukombe lao la 20. Wako sawa sawa na Manchester United. Wacha tule burudani. Wale kule wanakuja. Hey. Hey. Kumependeza. Yes, yes. Why, Beautiful, beautiful man. Uy. Champion. Aye. Fantastic. Liverpool imependeza kabisa. Liverpool yote <tune> ni nyekundu.

Hapo tumeambiwa ndo basi litapita la wachezaji, kwa hiyo tuo tunasubiria. Watu ni wengi sana, watu wanazidi kumiminika, watu wanazidi kuja kuburunika kama unavyoona sasa hivi, pa kutia nguo hakuna. Hii ni sehemu tu ambapo basi linapita kuelekea mwisho wa kituo ambapo wachezaji watakuwepo pale kusalimia wapenzi waliokuja kuwaona. Kwa hiyo nami nipo karibu kabisa na sehemu ambapo basi litapita, labda tutapata kuwaona wachezaji, labda haitopatikana kwa sababu bado bako busy, na watu wanazidi kumwagika.

Ukiipata okay, itumie. Kuna timu wapenzi wao wanachelewa sana kuzipata sherehe kama hizi, tunawaombea na wao wapate wasaa kama huo. Bank holiday, kwa hiyo kituo cha basi kama unavyoona nyuma yangu kimefungwa, lakini watu wamejezaa na chungu mzima, na wote wamekuja hapa kwa ajili tu ya kuhakikisha wanaiona timu yao inapita ni bingwa mara 20 ya, na Manchester United wameshikana katika hilo, kwa hiyo nami niko sorry bro, kama unavyoona life inakwenda, watu sana wakuenia kama that's it man, that's it. You're right bro. Thanks brother. See you, man. Cheers. <tosimilio>

Yes, kama mnavyoona tunaye shabiki maarufu wa Liverpool. Bwana, hebu tuambie kwanza, leo unaonaje sura ya sherehe leo? Ah, sherehe ya okay, so, kwa kwa, Pa, saw, bora, Ah, Ah, shughuli shughuli kama kama ilivyoonekana, watu watu wamefurahi, wamekusanyika wa kutosha kutoka sehemu mbalimbali. na kwa kitu sasa. Okay, sawa. Wewe mwenyewe kufika hapa kitu gani bora lakini uenjoy? kwa kweli walami kwanaanae historia kwa na kwa mwenyewe kufika kwako pa Eh, kwa hiyo tunashukuru Mungu tumefanikiwa tu kushiriki matukio kama haya na tunaamini mwaka tena, inshallah. You you never walk alone, yeah. Hey! <laughs> All right man, thanks very much man. Yeah, thank you man. Mwenyewe yupo, asante. oyo umefaniiwkushiriki ko k hayntunaini waki Haya bwana, kwa leo tumemaliza shughuli yetu, watu a kuna akumadogo shughuli ndo kama livyosikia, basi tutaonana kwenye video nyingine, usahau subscribe LFC Swahili channel mpya kabisa ya YouTube, itakakuwa na kuletea habari mbalimbali za Liverpool. Kwaherini.